wa kijinsia, naomba turejee, tukae, tutulie, tusikilize somo. Ukatili ni nini? Nani anaweza kaniambia maana ya ukatili? Ukatili ni nini? Bomba mbili, kata bomba mbili. Ukatili ni nini? Au mtu yoyote anayefahamu maana ya ukatili? Tumaye kusikia ukatili Tumewahi kusikia? Yeah. Tumeshuhudia matendo ya ukatili? Yeah. Ukatili ni hali ambayo anafanyiwa mtu kwa makusudi ambayo itamuumiza, ni hali ambayo anafanyiwa mtu kwa makusudi ya kumuumiza. Yaani, utamfanyia mtu kitendo chochote kile cha kumuumiza bila ridhaa yake, pale umemfanyia nini? Ukatili. Kwa mfano kitendo gani? Nije hapa kwa baba, kitendo gani cha ukatili? Kwa mfano, kumpiga mtoto au mke, kubaka na kadhalika. Asante. Kumpiga mtoto bila kosa, kubaka na matendo mengine. Lakini sasa tunakuja kwenye neno lenyewe, ukatili wa kijinsia tumeelewa kwanza maana ya ukatili, lakini tunakuja kwenye tendo, mada ya ne, jina la ukatili wa nini? Wa kijinsia ukaji, ukatili wa kijinsia ni kitendo anachotendewa mtu ambacho kinaweza kikampa madhara kimwili, kisaikolojia, kiuchumi na hata kijamii kule ambako anaishi sawa. Lakini kuna aina mbalimbali za ukatili wa kijinsia. Aina ya kwanza ni ukatili wa kisaikolojia. Ukatili wa kisaikolojia ni ule ambao mtu atatendewa jambo ambalo litamletea madhara ya kisaikolojia, mfano mjane. Wajane si wapo humu jamani? na wagane wapo. Eh, mjane ni mama, mgane ni baba, sawa eh? Wajane kina mama, tunakuwa na wawenza wetu ambao wametangulia mbele za haki. Kwa bahati nzuri, wenda wametuachia chochote ambacho kitatusaidia sisi kutunza familia lakini mara tu baada ya kifo utakuta ndugu wote macho kwenye mahali. Uongo kweli? Ndugu wote wanakuwa yani jicho, sio mama anaishije, mtoto anasomaje, ameacha nini, wewe si utaolewa, tupe watoto tutunze. Lakini wanachotaka pale ni nini? Mali. Wanachotaka pale ni nini? Kwa hiyo yule mama leo anamsonga hiki, leo anamsonga hiki, anakuwa muda wote ana mawazo na inafikia hata stage watu wakati mwingine, wamama huwa wanajizua, naona bado tu mimi niondoke, mali wapate wao pale. Tunakuwa tumefanya ukatili wa nini? Kisaikolojia. Sawa, ukatili mwingine wa kingono, wa kingono. Hakuna mtu anaeza akaniambia jamani, kidogo ukatili wa kingono hapa. Tupo kina baba tupo kina mama kina kaka kina dada, kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema saa nyingine nusu hapa tumeshafanyia ukatili wa kingono. Kweli uongo? Tumeshafanyia ukatili wa kingono, mambo ya ngono ni maridhiano. Sawa eh? ni maridhiano na lazima tuandaane, steji ya kwanza, ya pili, mpaka mama amelainika nini ndio mnaendelea, si ndio hivyo? lakini sasa, baba ametoka huko amekunywa zake huko, nani, kama ni bia, kama ulanzi, kama kindi komoni zimapanda huko huko. Wewe umefika pale umelala. Yeye akifika pale tu anataka na wala hakuandai, wala hakuandai, anafika tu, geuka bwana, geuka. Unaona eh? Tena hata kama ugeuke, ameshakugeuka huko, ameshakugusagusa huku, ili mtu ugeuke pale wao umelizia.